Ndugu zangu katika Kristo, tumsifie Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari yetu, tukiendelea na tafakari juu ya dhana nzima ya msamaha, ikiwa leo siku ya ishirini na tano, nami safari yetu jangwani inaelekea inaendelea vizuri kabisa, na unawaalika ndugu jamaa na marafiki kupata neema hizi ambazo hata wewe unazipata, au wewe Mungu anakukirimia. Si vyema sana ukazifaidi peke yako. Hivyo wa, wa, walike na wengine ku like, kushare comment kwa channel yetu hii ili watu wengi wazidi kupata baraka. Ndugu zangu, naomba tuongee leo, ikiwa hii ni siku ya ishirini na tano e, tumeangalia madhara ya kutosamehe, vikwazo vinavyozuia. Lakini watu wakawa wanauliza kama haya ndio yanayotokea na simulizi umetoleza ambazo ni ngumu sana, nifanye nini? ili niweze kuwa na roho ya msamaha. Sasa katika tafakari hizi zinazofuata, naomba kamalizie kwa njia au namna ya kuwa na roho ya msamaha. Ni kweli usiopingika kuwa msamaha si kitu rahisi sana, kinahitaji neema kutoka kwa mwenyezi Mungu, kwa sababu eh, Mungu anahitajika ili kuvunja vunja roho ya Ibilisi. Roho ya mwovu shetani ambayo inatuzuia sisi au inatufanya tusiwe na hali ya kusamehe. Kuna usemi wa Kiswahili unasema, ukiona mtu mzima analia mbele za watu ujue kuna jambo. Kuna vitu vinatokea au unatendewa katika safari yako ya maisha vinakuumiza hadi unatamani sana au unafikiria usingalizaliwa au mtu yule asingalitokea au usingamkaribisha katika safari yako ya maisha. Unaona kana kwamba dunia imekufunika kabisa. Sasa e, au unakaa unafikiria, watafakari, unasema unatamani ile saa ya tukio isingalikuwepo, au ile siku, bora ungelala tu au basi tu yule mtu, kwa nini ulikutana naye? Unatamani mtu akuamshe wa wakati mwingine, ni kana kwamba uko katika usingizi na unachokiona ni kama unaota hivi. Yani wakati mwingine unaanza kulia kama Yeremia alivyolia katika ile sura ya 20 aya ya 14 mpaka ya 18. Kuna matukio mengine ukiyafikiria, yani ukikaa tu ukafikiria bila wewe kutaka, machozi yanatoka, hasira inapanda, chuki inaongezeka, kwa sababu madonda yake majeraha yake ni ngumu sana kuponyeka. Ndugu zangu, Yesu anajua, Mungu atambua, kwa sababu ya ubinadamu wetu, kiukweli ni ngumu sana kusamehe na inaumiza sana eh. Makwazo haya yanapotokea, utakumbuka alichosema katika Injili ya Luka ile sura ya kumi na saba aya ya kwanza mpaka ile ya pili au Injili ya Mathayo ile sura ya kumi na nane aya ya sita mpaka ile ya saba Makwazo haya aya na kuu, lakini ole wake yule anaeleta makwazo, kwa sababu inaumiza, inasikitisha, inatesa sana kibinadamu. Sasa hivyo makwazo kwa hiyo kwa hiyo makwazo, mafarakano, tofautiana ni hali ya kawaida ya kibinadamu, na kwa sababu maada bado tunaishi, ni lazima haya mambo yatatokea. Hasira haiwezi kuepukika. Je, tatizo sasa? Nifanye nini sasa niweze kukontrol hasira yangu nifanye nini sasa, ili niweze kupokea matukio ambayo yanatokea katika safari yangu ya maisha. Na ndio hicho, ni muhimu sana. Ukielewa hicho, lazima tukitambue. Naomba leo tuende taratibu kabisa, ili uwe na roho ya msamaha. Jaribu kufuata au kufanya hivi ninavyokueleza leo. Nitakueleza kitu kimoja alafu, baadaye tutaendelea taratibu taratibu taratibu, ili uweze Namba moja, tambua kuwa umeumia. Namba moja, tambua kuwa umeumia, au naweza nikasema kubali kuwa umeumia, kubali kuwa umeumizwa, kubali kuwa umekwazika. Kubali kwamba wewe ni binadamu, umetendewa kitu ambacho si sawa kwako. Lazima utambue kilichotokea kimekuumiza na kimekutia hasira. Lazima kuelewa kuwa uchungu wake hauvumiliki. Yaani, usipretend kwamba hakuna kilichotokea, kwamba it's okay. Unajua, kuna watu wakitendewa kitu sawa niko tu nachkliaaninikosawatu hamna shida. A -a, kubali kwamba shida iko. Yani, sema kabisa jamani, hapa hiki ni shida, hapa hiki kilichotokea kiminumwizi yetu kubale ndani mwako, sema kabisa kwamba maumivu yake avumiriki, eh, yayotokea ayaelezeki na kusameheka, mpaka mtu alipe au mpaka eh, yani, mpaka ifike wakati labda nisamee mwenyewe yaani nataka ile hali ya kukubali. Yaani kubali kwamba, kwa sababu ni vizuri kutambua hilo. Yaani ni vizuri kutambua, yaani lazima utambue katika maisha yako kama mimi ni binadamu nakwazika, naumia na nini, kwa sababu, yaani, na ni kitu cha kawaida sana. Kwa sababu niambie, hasira sio mbaya, hasira sio mbaya, ni zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu ili kutulinda sio mbaya kabisa. Mungu ametupa zawadi hii ya hasira ili iweze kutulinda. Ni nguvu tuliyopewa ili tuinuke pale tunapoanguka. Elewa kabisa, hasira ni nguvu uliopewa ili uinuke pale unapoanguka, ni nguvu uliopewa ujitetee pale unapovamiwa, ni nguvu uliopewa ya kukusukuma mbele pale unaporudishwa nyuma. Kwa hiyo sio mbaya sasa. Hasira yako sasa isiwe kikwazo cha kukurudisha nyuma, bali itumie kama nguvu ya kusonga mbele na kukubaliana na tatizo na mkwazaji. Eh, ujiweke kabisa kwamba nisimchukie, lakini kwa hasira yangu nielewe kabisa kwamba mimi nimekwazika, na mimi ni binadamu. Yaani, si kana kwamba na mchukia huyu alienifanyia aliye hivi au alichokifanya, sio kwamba a naenda kinyume na, na maagizo mwenye ya Mwenyezi Mungu juu ya kusamehe, lakini hapana. Lakini nikitambua kilichotokea kinanipa uwezo wa kuzuia kisitokee tena. Wakati mwingine, unajua kuna matukio fulani yanatokea au natendewa, ni kama ala, mtu yaani Mungu alikuonyesha kwamba usipokuwa makini, makubwa zaidi yanaweza yakatokea mbele. Matukio mengine yanatokea, Mungu kuonyesha kwamba huyu si rafiki wa kweli, bali ni adui ambaye amekaa karibu na wewe au umemkaribisha katika maisha yako ni chui aliyevaa ngozi ya kondoo. Kwa hiyo hiyo itakusaidia yani, naomba nikueleze kabisa, kutambua kuumia itakusaidia sana, itakujenga sana, itakuimarisha sana. Nikuombe siku zote, siku zote, kubali kwamba umeumizwa, kubali kwamba umeumia, kubali tukio hili na hata mtu akikuona hakuone, akuone kabisa kama huyu kakasilika, a hapa ni muumiza. Mmm, iki hajataka, iki hajapenda. Yani, usiwe mnafiki kwako wewe mwenyewe, kwa, kwa sababu kati ya dhambi kubwa ambayo unaweza kaitendea ni kujidanganya mwenyewe. Kwa hiyo ili kuwa na roho ya msamaha, ogopa kujidanganya. Tambua kilicho tokea, tambua kuwa umeumia. Mungu azidi kukubariki.